Kukopa ni kutumia kipato chako kijacho. Ina maana kwamba unaishi na kutumia fedha ya nje ya wakati chimaji. Tuendelee kukopa tu, mimi sioni shida. Tuangalie kufanya yale ambayo yako katika uwezo wetu. Familia zenye akili huwa hawang'ang'anii lazima wale wali na nyama, ili hali kipato chao hakiruhusu Miaka nenda rudi, watakula ugali na dagaa, watakula viazi vya kuchemsha, watakula mboga majani zenye chumvi tu, ila hawaendi kukopa, kwa sababu wanajua kwenda kukopa ni kutumia kipato ambacho kiko nje ya uwezo wako, ni kutumia kipato ambacho hujakizalisha, ni kuishi kwa kipato ambacho ni cha wakati ujao. Hapana, mimi nasema msikope, kwa sababu Maisha ya kukopa ni maisha ya utumwa. Niwasomea Biblia katika kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa saba, anasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Wewe unaekopa, Tanzania sisi tunaokopa, tunakopa nchi za nje. Zile nchi za nje, tunakuwa watumwa kwao kwa sababu tunakopa kwao, lazima watatuendesha wanavyotaka wao kwa sababu tuna vya kwao. Tuendelee kukopa tu mimi sioni shida. Bahati nzuri nikafanya tathmini nyingine, nikatazama na majirani zetu hapa. Jirani yetu ambayo watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wanapenda kujikompea naye, nchi ya jirani ya Kenya, yeye deni lake kwa mwaka kwenye bajeti ya mwaka huu liko asilimia mia mbili sabini na nane ya pato la taifa. Sisi ya kwetu iko asilimia mia mbili. Tuko vizuri kama ukikompea budget against gdp lakini mwaka elfu mbili na kumi sisi tulikuwa asilimia thelathini na tano ukikompea deni la taifa against GDP, lakini wao au majirani zetu walikuwa asilimia arobaini na nane. Leo hii wako asilimia sitini na saba ukikompea. Kwa hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda vizuri, hatuna haja ya kuogopa a, kelele za watu, kwa sababu kwanza deni letu liko ndani ya threshold. threshold ya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 kwa kipato ambacho haujakizalisha bado. Kukopa ni kutumia kipato chako kijacho, ina maana kwamba unaishi na kutumia fedha ya nje ya wakati. Leo unakopa deni linafika trilioni mia moja na saba, kipato chako cha miaka au miezi kadhaa mbele, hautakiwi ukitumie popote kwa sababu ulishakitumia ulipokopa miaka ya nyuma au siku za nyuma. Ina maana unaishi nje ya wakati, unaishi kwa wakati ambao sio sahihi. Basi wewe ni maskini, wewe ni maskini kwa sababu unaonekana ni tajiri, unajenga vya gharama, unatengeneza vitu kadha kadha, unaonekana mnakuwa kiuchumi, lakini mnakuwa kiuchumi kwa kipato ambacho sio chenu kwa kipato ambacho hamjakizalisha bado. Mkishakizalisha, mnatakiwa mkazibe gepo ambalo mlishatumia miaka ya nyuma. Tutaishi maisha ya utumwa. Sijajua, labda mnazidi kukopa kwa sababu mnapima umri wenu wa kuishi ni kama umepungua sana, e, unakaribia kuisha. Wenda sasa mna miaka 50 60, mnasogea, mnapiga hesabu, miaka ishirini na tano ijayo nitakuwa na miaka 70 80, yamkini nitakuwa nimekufa. Ina maana huu msala mnamwachia nani? Hili deni mnamwachia nani? Mmeshawahi kuona familia ambazo baba wao alikopa akafa, zile familia zinavyokuwa zinaishi kwa mateso, kukulipa deni alilokopa la babao? Msitufanyie sisi hivyo. Mimi sasa ndio miaka ishirini na tano sasa, ina maana navyofika miaka ishirini na tano mbele, na kuna miaka hamsini hivi, mnatuletea mnatuachia shida namna gani? Na, na wajukuu zetu na watoto wetu wanaishi maisha namna gani, na deni linazidi kukua, na kukopa kwenda kujenga mabarabara kwenda kutengeneza au kuendesha miradi ambayo haizalishi, ni matumizi mabaya ya mkopo. Hata ukienda kwenye benki, ni NBC, CRDB na benki yoyote, kwenda kukopa, unamwambia nakopa, naenda kununua kiwanja, wakupi mkopo. Nakopa, anakwenda kujenga, wakupi mkopo. Anapewa mkopo mtu yule anayekopa kwenda kufanya biashara, kwa kuwa anayekopesha anakuwa na uhakika kwamba mtu huyu, kwa hichi anachokwenda kukifanya, fedha yangu nayompa haitapotea itazaliwa, na yeye ataendelea, atakuwa na kitu cha kunirudishia lakini hata hivyo, bado ni kuishi maisha ya utumwa, kwa sababu utakuwa unajiona ni tajiri una magari, ni tajiri una mabarabara, una mandege, lakini ni utajiri ambao haujatoka mikononi mwako, ni utajiri ambao umejitafutia shida na mzigo mzito wa kufanya uwe halisi kwa kipato kinachokuja. Kama ungekuwa makini au timamu, ungekuwa mnajua kila kipato kinachoingia kutokea sasa tukiwa na deni hili kwamba kipato hicho kisitumiwe popote, kwa sababu ni kipato ambacho tulishakitumia kwa njia ya mkopo ambao tulikuwa tumeukopa. Hivyo kipato kile kilitakiwa kiende moja kwa moja kulipa deni. Kwa nini usifanye bidii kulifuta hili deni? Ushauri wangu ni huu: ni heri unyoshe mkono pale tu unapofikia, kuliko kutaka kufika mbali ambako huwezi kufikia mwisho wa siku na kwenda kukopa anayekopa ina maana hana utashi wa kutumia kile kichache alichonacho. Kama hatuna uwezo wa kusafiri kwa ndege, tusikope kununua mandege. Ni afadhali tutumie kile kipato kidogo tulichonacho, kwa kodi zetu wenyewe, kwa namna za kipato tunachopata kupitia utalii Ee, vivutio vya utalii mbalimbali, yale mapato tunayapata. Madini yetu wenyewe tunauza, tunapata yale mapato, yale tuyatumie yale kuboresha vile tulivyokuwa na uwezo navyo, vilivyokuwa ndani ya uwezo wetu wenyewe. Kama tuwezi kutambia na ndege, tuboreshe barabara kwa kipato chetu, ili magari yao yanapita kiwepesi kuliwa usafiri angani, kwa namna ambayo tunakuwa tuwezi. Kama hatuna uwezo kuendesha SGR tuachane nayo, tutembee na treni za kawaida na mabasi ya kawaida, kwa sababu hivi vitu tunashindwa tumevikopa. Tunasema tunaboresha tunaboresha, tunaboresha, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma vitu ambayo tunashindwa kuhudumia, tunashindwa kuendeleza, mwisho wa siku tunakuwa tumepata hasara. Ina maana mkopo tuliokopa umezama na maji, hatuna namna ya kurejesha kwa sababu haujatuletea faida, ni hasara mara mbili unachokipata unakwenda kukilipa, unakwenda kulipa deni ambalo halijakufaidia. Matokeo yake ni nini? Aliyekukopesha atakunyanyasa, atataka ufanya anavyotaka yeye. Hayo maisha hayawezi kuwa mazuri hata kidogo, hata kidogo. Naweza nikasema hata mataifa makubwa yanakopa ni mchezo tu, ni mchezo tu, ni mchezo tu, ni mchezo tu, ni mchezo tu, ni triki fulani tu zinachezwa ili kuwapoteza maboya. E, ili kuwapoteza maboya kwamba, ah, na wale wanakopa wanakopa wanafanya nini? Wanakopa wao hali zao zikoje? Na wewe unayekopa hali yako ikoje? Una uwezo wa kulipa hilo deni la trilioni mia moja na saba kwa wakati? Alisema Ndugai, hii nchi siku moja itakuja kupigwa mnada. Nafikiri alitoa mfano huo akilinganisha na wale wanaokopa kwenye mabenki. Mwisho wa siku anashindwa kulipa nyumba yake na kwenda kuandikwa, ipo chini ya NMB, ipo chini ya CRDB, ipo chini ya mkoba. Kwa nini? Ana deni tena, wanaiandikaka kwa maandishi yenye kukera ili hata ukiona nyumba yako uwe unahuzunika na kuumia moyo. Ni maisha ya utumwa, tajiri atamtawala maskini, naye akopae ni mtumwa wake yeye akopeshaye. Ushauri wangu ni huu, tuangalie ni namna gani tulaziba mianya fedha inamovuja isivuje tena. Tuangalie mafisadi, ripoti za CAG inatoka, unakuta kuna bilioni kadhaa zimevuja, mali zimepigwa, mali tuangalie nina, sasa kama hao hao, hao, ma, ma, kwenye mambo makubwa namna hiyo watu wanakula fedha ki, kiwepesi tu. Je, huku chini ambako CAG hawezi kupafika kirahisi, huku ambako hawezi kufanya auditing kirahisi, huko zinapigwa nyingi kiasi gani? Tuangalie kufanya yale ambayo yako katika uwezo wetu. Familia zenye akili huwa hawang'ang'anii lazima wale wali na nyama, ili hali kipato chao kiruhusu. Miaka nenda rudi, watakula ugali na dagaa, watakula viazi vya kuchemsha, watakula mboga majani zenye chumvi tu, ila hawaendi kukopa, kwa sababu wanajua kwenda kukopa ni kutumia kipato ambacho kiko nje ya uwezo wako, ni kutumia kipato ambacho hujakizalisha ni kuishi kwa kipato ambacho ni cha wakati ujao. Ina maana kipato chochote utachokipata mbele, unatakiwa ukakijaze ukafidi lile gepo ambalo mkopo umelitengeneza ume. Ina maana huku mbele hautakiwi utumie chochote utaki utumie fedha yote, kwa sababu ulishaitumia wakati uliopita. Hii ni sauti ya mtoto mtu aliai kutoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeishi kwa tabu na kwa umaskini kwa kutumia vitu vilivyo dhaifu vilivyo katika uwezo wake, kuliko ataonekana anaishi maisha ya fahari, ili hali anaishi maisha hayo ya fahari kwa fedha mkopo. Yesu Mungu mkumukumu haki iwaaja naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa na yale anayotenda. Hii ndio maana neno. Mara naa uwe na wakati mwema